Yeye ana uwezo wa kipesa mm-hmm. Anajipenda wenyewe. Sasa watu kama hao wenye kujipenda wenyewe hawapendi ndugu zao, wanapenda pesa kuliko wandugu zao. Ni ajabu, wandugu wanafika kwao wote, anawageuza wachao, anasema yule ni mondozi A, wale watoto wasikuwa wanafika hapa, mama yao mlozi hapa, wanamsema ni mlozi huyu, hivi na hivi, mwizi. Yani wanawachafua sana, kwa sababu wao wa ndugu zao hawana chochote. Ule mwenye kwa na pesa anachafua wale wengine, anajiona yeye njo. Lakini pesa ina mwanzo na ina mwisho. Hata Solomoni, alikuwa bosi, ile zote aliziacha, hazikumsindikiza hazikumsindikiza hata tola moya haba kuitia mule m munani msanduku ya zahabu aseme hii ndio inamsindikiza yeye ndio wa kwanza mdunia nakuna mwata mufikiaka haba venyewe wako wanavuma kule Amerika wako na furanga wako na za mingi habatafikia Solomoni siku za mwisho ni nyakati za hatari watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Tunaona leo vita vinainuka, na vile vita vinavyoinuka watu wanajipenda wenyewe mm. hata watu wakufe maelfu, ule ule mwenye kujipenda mwenyewe anaendelea kusukuma wengine, vita vinaelemea, anaendelea kusukuma wengine wakufe, yeye abakie. Eh, yani, yani kufa mi ni bakie na siku hizi zinakuwa nyakati za hatari zaidi, kwa sababu jinsi vita inapigana leo haiko ndio vile walikuwa naipigana mbele wakati mbele wa zamani wafalume walikuwa wanaenda kuvita na Afrika na, na, na Ulaya yani e, Israeli njo iko katika Bibilia hapa Wasolomon e, Sauli alienda kuvita e, da Da, Daudi alienda kuvita na wale wafalme wa Siria, nao walikuwa wanaenda kuvita wanaenda kupigana, kila vita iliongozwa na mfalme, na ndio maana leo vita vinafanya miaka ine kwa sababu wa wafalme hawaende, wako wanasukuma watu, mwende kule, watu wanapigwa, mwende, wanasukuma wengine, wanasukuma wengine, wanasukuma wengine, yeye manake anasema mkufe, mimi niishi. Wewenye kujipenda wenyewe. Mm -hmm. Watu wenye kujipenda wenyewe wanasukuma wenzao wakufe, wao wa waishi. Wanaweza kupenda hata watu wengi wamariziki, bora yeye aendelee kuishi. Tunaona nchi zimoya watu wanafanya manifestasio bana, wauwa wanaendelea wanauwa, mm -hmm. Wanafika maelfu, lakini ule mmoja anawakia pale. Kwa sababu ya mtu mmoja wale watu wanakufa, lakini sababu gani? Kwa sababu hawaende kuvita uh, ile kichwa wakiitosha pale, amani inapatikana. Hey, tunaona namna gani watu wa zamani au walikuwa wanaenda kuvita, wanaga mfalum mfalume anaenda ndio watu wamwaminie, anapoenda kupigana, wakishindwa wote walishindiwa pamoja. Mfalume anaona hey, hey, hey, vita ilikuwa hatari, hawata hata sukuma wengine, lakini wa leo watu wake wanapigwa, ah, ana sukuma wengine wanapigwa, hawaulizi. Na Mungu anasema ni jua hii mambo. Wale wa zamani walikuwa wanauliza, wanauliza twende au tusiende. Wa Mungu anawaambia mwende, ama munaenda, lakini kule watu watatawanyika. Sauti ya Mungu ina, inasema mtaenda, lakini kule mtatawanyika. Wakaidi wanaenda wanapigwa. Vita ni vya Mungu. Sasa sisi Wakristo tunapigana vita vya kiroho, na adui amechanganya, ameleta vita vya dunia kanisani. Leo mahubiri mengi inahubiri juu ya juu ya mapato inahubiri juu ya faranga, watu hawapendi kutubu tena zambi. Wanaingia kanisani juu ya kutafuta uchumi, wanaingia kanisani watafute baraka, lakini baraka ya kwanza ni kutubu na kuacha zambi njio baraka ya kwanza ile, yale mengine inafuata. Mtu mtu napotumu na kuacha dhambi, Mungu anaona huyu mtu anastahili hiki, anastahili hiki, anastahili hiki, anaaza kileta. Lakini leo watu wanafata nyongezo, kwa sababu Biblia inasema tafuteni kwanza ufani wa mingunu na mengine yote mtazidishiwa. Watu wanataka kuzidishiwa na nyuma ndio watafute ufalme wa mbinguni. Na unasikia wahubiri kabisa wako wanahubiri zaidi, wanahubiri juu ya baraka, wapate nyumba, wapate watu